Kwa upande wa chakula, sisi Lorenzo eh, tuko vizuri sana. Eh, nasema vizuri sana kwa sababu eh, moja ya mambo ya msingi kwenye taasisi kama hii eh, ni kuhakikisha tunawapa watoto wetu chakula kinachozingatia lishe chenye virutubisho vyote. Eh, nikupe tu mfano mtoto mdogo eh, wa kuanzia E, nasare mpaka darasa la pili e, akifika hapa shuleni e, asubuhi anapata uji wa lishe. Uji wa lishe ule umetengenezwa, tumetengeneza sisi wenyewe. E, kuna ingredient, yani virutubisho vingi vinakuwa mle kwenye ule uji wa lishe e, unaompa mtoto mahitaji yote ya mwili, lakini akimaliza huo uji saa nne anapata chai na wenzake wote shule nzima chai ambayo kulingana na na, na na ratiba, ina kuna siku anapata chai na, na mkate kuna siku atapata chai na muhogo, kuna siku atapata chai na viazi na, na kuna siku atapata chai na andazi. Lakini vyote hivyo e, vimetengene vimewekwa vimepangwa katika utaratibu wa mtoto kupata aina tofauti tofauti ya kifungua kinywa. Tukija mchana mchana mtoto anapata chakula hapa tena chakula kizuri ambacho, eh, kina virutubisho vyote. Kwa mfano, eh, siku ya Jumatatu mtoto anapata wari eh, wali na, na, na, na nyama eh, lakini ka, anapopata wali na nyama kuna kuwa na mboga za majani na matunda eh, hivyo hivyo, kuna siku zinaenda zinatofautiana. Kuna siku anakula ugali, ugali hatumlishi ugali wa, wa, wa, wa sembe mtoto, tunamlisha ugali wa dona. E, ugali wa dona una virutubisho vyote. Siku hiyo akila ugali wa dona atakula na maharage e, akila na maharage, lakini atakula na mboga za majani na matunda e, lakini kuna siku e, atakula chipsi na kuku E, kama tunavyofahamu watoto wetu wanapenda, ukisema chipsi na kuku watoto wanapenda chipsi na kuku, lakini hatujaishia kwenye kupenda tu e, tunampa tuna mtoto chipsi na kuku kwa kuelewa kwamba ni chakula kizuri kwa mtoto e, na kwa sababu tunatambua watoto wetu wanapenda hicho chakula, na sisi kama shule tunazingatia tuna, tuna sana kuhakikisha wanapata kuku wa kutosha na chipsi ya kutosha lakini pia anapata matunda na mboga za majani siku hiyo ya Ijumaa kwao. Siku zote kila siku ina ratiba yake ya chakula, lakini ni kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata chakula kilicho salama na, na safi kwa afya yake.